Angazia taarifa nyingine ambapo washukiwa wa wizi wa mifugo wameuawa na wananchi waliokuwa na ghadhabu katika eneo la Memea karibu na mji wa Malili, kaunti ndogo ya Mukaa, kaunti ya Makueni washukiwa hao walifumaniwa wakisafirisha ng'ombe wawili waliokuwa wamewaiba katika eneo la Ngiini na kupigwa kinyama watatu wakiuawa na mwingine akafanikiwa kutoweka. Wenyeji wa eneo hilo wamekuwa wakilalama kutokana na ongezeko la wizi katika idara ya usalama kuimarisha na wakitaka idara ya usalama kumradhi, kuimarisha usalama eneo hilo, tukisumbuliwa na hatulali na tukilala tunalala kwa shift hatulalangi. Yes, yes. Ukilala, ukilala unaamsha mtoto wa wachunge ng'ombe. Yes. Yes, na ni mali yako. Hao watu wametusumbua sana, na kwa hakika leo we are very grateful to our God, wameshikwa na wameangamizwa. wanakuwa watutusumbua sana na hatuna kitu, hatuna chochote silikali, na tunaimbiwa na hii wizi imeanza kitambo hapa, tunashinda tukisumbuliwa. Wanjameni, hao wezi wamekuwa wamekuakisumbua wa wakaji wa Malili. Hata juzi ku, kuna mbuzi zimeibiwa nyingi sana, na tuliposikia hiyo habari tukakuja hapa, na wananchi wa huu mji wamekasirika kwa sababu kila wakati wa wezi wakishikwa, wanaenda wanaachiliwa, saa zingine wanatoroka. So leo wamekasirika, huyu mzee mwenye lori na mtoto wake na na semeji yake brother in law wote wamechomwa hapa, na mzee alikuwa ametoroka akarudi tena. Naomba wananchi wa Kimakiu wa Kilome wa Makueni waweze kushirikiana na idara ya polisi, ndio tuweze kupeana information kwa wale waalifu uh, uh, wenye wanawajua, wenye tunaishi na wao, ndio tuweze tusiweze kupata vitendo kama hizi, ambapo wananchi wanachukua sheria mkononi, wanaweza kuchoma watu ili waliweza ku, eh, kuwa, kuwapiga katika hali ambayo mumeona na nafikiri pia waliweza kuwasha moto na watu watatu waliweza kuteketea, e, pamoja na lori ambalo liko hapa nyuma. Kile tunaomba wananchi ni kuwa, e, visa kama hivi wajaribu pia kutochukua sheria mikononi mwao, lakini ikiwa hii ni njia mojawapo ya kukomesha wizi sehemu hii, basi wezi ni vizuri wajue, wananchi pia wameshikana na serikali kuhakikisha visa hivi vinaisha.